Najaza mpira wa ndani huku, anaumenya ule mpira ambao unatoka nje. David Mwasa wanapata kona, jaribu kucheza mlinzi wa kati, ikiwa ni kona ya tatu kwa Azam FC. City wakiwa hawana kitu mpaka sasa. Faisal kwenda kuzungusha ule mpira juu kwenye nafasi ile unapita Sopu ananyanyua tena mpira wa ndani gonga heda ile mpira bado kwenda ndani naso Saadun anaambia mtaenda tu kuanza kati Mbeya City anakwenda kuchomekea ni baada ya kwenda juu kuandika heda ile kionyesha kwamba huku na huku na huku mbona sisikii anakwenda kwanza kutoa show cheftekitambala bola akiwa sapota kwa upande wake. nasol Saadun wakati huu beno kakolanya akiwa chini, lakini akienda kupongezwa na kocha wake akiwa amemfungulia akaunti ya mabao ndani ya Ligi Kuu ya NBC. Kona ilipita kwenda upande mwingine, Abdul Suleiman Sopu akampimia nasol Saadun na akaenda juu kujaza heda. Azam FC wanaitumia vyema nafasi hiyo, bullet header ile ya Buffalo Saadun kwenda kupata uongozi msimu mpya 2025/26. Malale 50, dakika za mapumziko 15 amezitumia vipi na wachezaji wake, huku Flora Ibenge naye atakuwa na namna, atakuwa amezungumza na nyota wake kuhakikisha mambo yanakwenda vyema. Baraketi Himidi ameingia, Baraketi Himidi anayekaa Faisal Salum. Faisal Sofi. Hata dakika jia kamilika Mbeya City anashika viuno. Na mpaka sasa ni zaidi misi ya misimu mitatu amevaa jezi ya Azam FC. Na Fanele Chilambo. Mpira ambao limemgonga Faisal mgongoni kumkuta Himidi Baraketi akataka kumalizia yeye mwenyewe lakini mguu wa Beno uligusa mpira ambao ukaenda kuwa assist kwa Faisal Salum, ilimsaidia e, Faisal kuandika bao la pili mapema kabisa mwa kipindi.